Leo nataka tuzungumzie ufasiki. Ufasiki pia huitwa ufuska, huitwa ukware, huitwa uzinifu, na hapa ni pale ambapo unapata wahusika wanajamiiana ovyo na wajaoana, wanajamiiana yani wanahusiana kimapenzi na hawajaoana. Kifungua ukurasa 18 unapata kuwa uh, Sangilu ana msururu wa masuria watoshao kijiji, na pia tunaambiwa kuwa ana nyakua wake wa wenzake masuria. Ni ile aya ya mwisho sentensi ya pili kutoka chini, lakini tuanze kusoma pale juu. Sangilu alimiliki mashamba. Tusome kwa pamoja <tutu> hakustahimili kumwona mmoja akiwa na mke maridadi. Alinemelea na mshowe kuunja unyumba wake. Alijulikana sana tabia kwa sababu hii, hivyo hakuna mwanaume aliyeoa ambaye alimpenda Sagilu, pengine Mtemi pekee ndiye aliyemwamini. Kuna waliomwita mnyambuzi, huku wengine wakimwita vibunizi, kwani alinemelea viota vya wengine hajengi bali hubomoa. Siku moja, Magwasha alipokuwa na Mrima mkahawani, Sagilu aliingia umo, alizimanyamaya kitini na kuagiza kinywaji. Alimtupia jicho Magwasha na kutabasamu. Magwasha hakupendezwa na hilo, hasa pale alipoinbila ukope. Daima mtu yule alimchukiza sana. Alimwambia Mrima, kwa nini dena lile umbo la miraba minne mlima alimuuliza kwa kicheko las sivyo, siwezi kuchukizwa na jinsi Mungu alivyoumba viumbe wake, bali tabia zao. jizee kama lile, mbona na minandama si alishawahi kuwa na wake watatu? Alisema magwasha na mashaurio wanoshao wa kijiji kizima, aliongeza mlima mshae Magwasha alikoma kwenda medaku. Unaona mm, na mashuria wengi na ananyakua watu wa wenzake. Kwa hivyo yeye ni mkware. Mlima pia na uhusiano wa kimapenzi na mwanamke aliyemwandikia barua kifungua. Hapo utusomee ukipata ukurasa, unatutomea ukurasa ni sabini na sita. barua hiyo fupi ilisema, Mrima, na furaha mi kitumbua chako, mi ni wako jugu karanga. Naona vizuri wanipa pesa kila siku, nipe mahaba. Mi nakupenda kama muhogo wa nazi. We mfarume wangu, wanipeleka kunioa, mi ni furahi. Nakupenda kama halua. Hivyo Magosha alisoma tena kwa tena. Alijua barua hiyo ilitoka kwa mwanamke, mwanamke ambaye Kiswahili si lugha yake, kutokana na jinsi alivyoandika barua. Mwishowe alishusha pumzi akasema: katika shingo ubeba vyombo lakini moyo hubeba mambo tena makubwa. Si unaona Mlima anahusiana kimapenzi na mwanamke, pia Sangili wana uhusiano kimapenzi na Cheia, mpenzi wa Mashauri, na wanapata pamoja. na haya utapata ukurasa 121. Iwapo ulitafuta kurasa, unanyosha una mkono ukiniambia kurasa, unasoma hiyo kurasa 121. Tunasema kuwa alimchukua kwa sababu pale ndipo aliwapata, katika hoteli ya Satan, kila mara yule mpokea wageni alimtupia jicho Mashauri ya kupenda jinsi alivyomtazama, lakini hakuwa na budi ila kugoja. Alimaliza kinywaji kile. Akrabu za saa iliyotumbikwa ukutani zilitangaza saa kumi jioni. Aliagiza kinywaji kingine. Sasa alikigugumia kwa pupa, huku kichwa kikimwaga kwa wingi wa mawazo. Alimtazama yule mhudumu, akamwona bado anamtazama kwa njia isiyompendeza. Ilipotimia saa kumi na nusu Mashauri aliona asiyotaka katu kuyaona. Alimuona babake akishuka kutoka orofa ya juu, mkononi amemshika cheia kama mkoba. Wawili hao walishuka ngazi taratibu, walikumbatiana na kunongonezeana maneno ambayo ni wao tu waliyafahamu. Mara wasimame kwenye ngazi, wacheke, mara wapigane kwa bacha. Mashauri alisimama huku akisononeka moyo, aliwatumbulia macho kama aliyemuona ibilisi na mkewe. Mashauri alitembea taratibu hadi kuwafikia, aliendelea kuwakondolea macho, kinywa chake kilikuwa kikavu kakosa kutoa neno hata moja. Waliinua vichwa kumtazama. Sheria alimwachilia mzee huyo, akampita mashauri mbio na kumpiga kumbo karibu wa mwangushe. Alimwaga nyayo na kutokomea bila kutamka neno. Alimsikia Mashauri akimuuliza, "Hapa ndio kazini?" Jibu yake kote, "Hapa ndiyo kazini." Mashauri alimkamgeukia mzee wake. Wake jinsi nilivyokuheshimu baba, leo ni la kivuli. Kazi zote unazo nituma kukufanyia malipo ni haya? No, no. Si hivi unavyofikiria, nisemfahamu ya Mashauri. Hii ya uzinifu mwingine unaonekana wakati Ngoso yanamiliki vilabu vinavyowameza wasichana wa mji usiku na kuwatafika asubuhi vilabu vinaomeza, ukurasa mia moja ishirini na tatu eh tusomee ishirini na tatu mia moja ishirini na tatu. Vizuri <tikana> sana. Kwa hivyo biashara ambayo ilikuwa imepigwa marufuku ni ya dawa za da kulevya, lakini bado ngoso yalifanya na kutokana ile biashara pia zile pesa alipata, alienda akafungua nini biashara hizi haramu ya tarehe na anasa, na pale kulikuwa na wasichana, wasichana ambao walikuwa wanashughulika pale kwenye vilabu usiku kucha. Kwa hivyo walikuwa wanaendeleza ukwaru fuska pale. Pia si hapa natumia vigoli kuendeleza ufuska kupitia Red Bean Lodging, ukurasa 139. Tuanze hapo, walifika mjini 139, walifika mjini. Hapo wakafuata barabara inayoelekea mtaa wa Majuna. Alitembea kwa dakika chache, Ungulu akamwambia mwenziwe atazame maandishi yaliyokuwa kwenye bango kubwa. Bango hilo liliwaelekeza kuona msururu wa majengo yaliyoshikana. Majengo hayo ya mishi yalikuwa katika mazingira safi sana. Sherehe zilizokuwa mahali hapo zilionekana wazi. Kulikuwa na kidimbwi cha kuogelea na viti kadha kadha. Maua ya aina aina yalipanga maskani hayo ya yaliyozungukwa na miti, mtu angeweza kuyaona kwa urahisi majumba hayo yaliyovutia kila jicho. Magwasha aliisoma ambao kulikuwa na ile picha waliokuwa wakiona kwenye magari ya Siaba, mduara mkubwa uliokuwa na ushanga mwekundu ndani yake. Herufi hizo sasa ziligeuka zikawa maneno mazima yaliyotangaza Mawasha hey. Aligeukia Bugulu na kusema sasa nimeelewa, ulichosema. Usiwamamie wakati huu seme zikajipange vizuri, tuje hapa na polisi pamoja na akina Mashauri, ikiwezekana tumvamie Siaba akiwa humo ndani, Maugasha alishauri. Nilikajua pahali hapa, nilipokuja kutembelea rafiki yangu aishiye karibu na hapa, ndipo nilipomwona Siaba akiendesha gari hiyo akija hapa nilishukuru azma yake kwa maana gari hilo jekundu lilisaki vigoli, waliokuwa wakicheka sana; ni kama ambao walijua walikokwenda. Nikaanza kumsahili rafiki yangu ili kujua walikopelekwa vigoli hao. Hapo ndipo rafiki yangu walikonipasulia barika, akanisimulia yote yanayoendelea humo ndani. haya yalinihuzunisha sana Ungudu alieleza Mawasha. Aliwaeleza Lonare na Mashauri yaliyojiri hawa. Waliamua kumweka jasusi ili kuchunguza mienendo ya Siaba kwa siku mbili hivi. Baada ya kupata habari walizohitaji, Mashauri alipanga uvamizi huo ufanyike siku ya Jumamosi. Siku hii walifahamisha Siaba alikuwa na mazoea ya kuogelea mahali hapo aliandamana na Bungulu. Lengo lilikuwa kuwashawishi watoto hao wa kike kuandamana nao. Wanawake hao walitangulia wakitumia gari la kibinafsi. Walifika mahali hapo wakaendesha gari na kusubiri waliwaona wasichana wadogo wakipitapita kwenye miambaza ya majumba walivalia viguo vifupi na vyepesi sana. Wengine walikuwa wakiwasindikiza watu waliokuwa na umri wa baba zao kwenye magari yao. Mashangingi makubwa makubwa yalikuwa katika maegesho mengine, yaliwasili na mengine yalitoka. Siaba aliwasili kwa gari lake, akaingia katika jumba moja. Alikaa huko kwa mda kisha, akatoka akiwa amevaa nguo za kuogelea. Alijitupa kidimbwini, akaanza kuogelea. Wanawake hao walitulia tuli ndani ya gari, wakimtazama. Alipomaliza shughuli hiyo, alikaa kitini akisoma gazeti. Waliosema mazoea tamu na yakisha haramu hawakukosea. Gari na Mashauri liliwasili mahali hapo pamoja na Jule na maafisa wa huduma za vijana. Siaba hakujishughulisha kwenda kujua waliomo ni akina nani na wanataka nini. Alijua kitu alichokujia. Kwa hivyo wakawaacha walishughulishe na mlichowaleta. Mashauri na wale maafisa pia walisalia ndani wakiwasubiri maafisa wa polisi. Hawa waliwasili na kumtia Siaba hofu. Alisimama ghafla akajitanda mtandio, aliwaendea ili kutaka kujua kilichowaleta pale. Polisi hao hawakuzungumza na yeye. Hapa ndipo akina Makwasha na Mashauri walipotoka mbio na kumkabili Siaba. Aba alipowaona akina Makwasha alikunja uso, alitupa chini gazeti wa <coughs> alilokuwa akisoma